Wameandaa ajenda kuichafua Yanga kisa logo ya kafu, ni maneno ya mdau wa soka kutokea hapa Tanzania, ambaye ameweza kufunguka baada ya utofauti ambao umeonyeshwa baina ya logo kwenye jezi ya Simba na jezi ya Yanga, ambapo mdau anadai kwamba katika kitu ambacho ameweza kukiona ni kwamba nimeona watu wameanza kuibua hoja ya logo ya kafu huyu amezindua jezi mpya akiwa na logo ya zamani, na huyu amezitambulisha jezi akiwa na logo mpya ya CAF. Ukweli ni kwamba Simba amezindua jezi ambazo zilikuwa bado zipo store, na kubadilisha logo na kuweka logo ya mdhamini wa mashindano na mdhamini wa timu. Jambo ambalo Simba wamelifanya si jambo baya, ila haliondoi doa kwa matarajio ya watu wengi waliojua kuwa ni jezi mpya ambazo zitatoka na sio hiki ambacho wamekiona. Kwenye biashara ni ngumu sana kuendelea kupata hasara wakati bado hujamaliza bidhaa za awali sokoni. Ili mzigo mpya uingie sokoni ni muhimu bidhaa za awali zote zimalizike ili usipate hasara. Katika hili, katika hili isiwe deni kwa mashabiki kwa utambulisho huu mpya, basi uwe endelevu kama ni kweli, na sio msimu ujao mambo yakaenda vizuri mnabadilika logo. Ni logo tu, hakuna tatizo, aliweza kuzungumza mdau huyu wakati akiwa anatoa tofauti ya kilichotokea baina ya Simba klabu kwenye jezi zao na klabu ya Yanga ambapo mdau ameweza kudai kwamba Simba walichokifanya ni kile ambacho wanafanya timu kubwa za zaha huko mbele kwa wenzetu kwamba wanatumia jezi ile ile waliotambulisha kwenye msimu, kwa kuwa jezi ya, ms ya msimu inakuwa ina nguvu zaidi kuliko jezi ya kimataifa ambayo inatumika kwa mechi kadhaa tu, na hivyo wengi huwa wanapendelea jezi ya msimu. Hivyo Simba walichokifanya ni sahihi kwa kuwa timu kama Mamelodi Sundowns, timu kama Barcelona, Real Madridi wote wafanya hivyo hivyo, ila kwenye kuweka E, kwenye kutambulisha jezi za kimataifa wanatumia ni zile zile, ila kinachobadilika ni baadhi ya michoro logo, pamoja na mdhamini wa mashindano husika. Hivyo walichokifanya Simba ni wako sahihi, ila wenge wanataka kuichafua tu Yanga kwa kuwa maswala ya logo hayana umuhimu sana kuliko jezi zenyewe.